Kwa mara nyingine tena, taarifa za vitendo vya ubakaji na ulawiti vinavyodaiwa kufanywa na watu wasiojulikana pindi wanapoteka watu zimeibuka tena, na safari hii taarifa hizi zimehusishwa na tukio la kusikitisha ambalo limewekwa hadharani hivi leo, ambapo mwanaharakati kutoka nchini Uganda, Agather Atuhaire alikamatwa tarehe kumi na tisa ya mwezi huu wa tano mwaka 2025 na, na kushikiliwa na jeshi la polisi kwa siku kadhaa na leo, um, ametelekezwa kwenye mpaka wa Tanzania na Uganda kama ambavyo mwanaharakati mwingine aliyekamatwa na Agather hiyo tarehe kumi na tisa ya mwezi huu, Boniface uh, Mwangi kutoka Kenya naye aliachiwa uh, jana baada ya kushikiliwa kwa siku kadhaa na jeshi la polisi. Na pia naye alitupwa mpakani akiwa katika hali mbaya kama ambavyo ilivyokuwa kwa Agather. Sasa Mwangi, katika maelezo yake jana, hakueleza kwa undani zaidi kuhusu uliojiri, lakini alisema kwamba kuna unyama mkubwa sana uliofanyiwa, na baadhi ya watu wakahisi kwamba mm, labda inawezekana ni hayo mambo machafu yanayofanywa na, na hawa watu. Lakini katika hili la Agather yeye um, imefahamika waziwazi, ameeleza kwamba pamoja na maovu mengi yaliyofanyiwa mateso na vitu vingine walimbaka, yaani hata kueleza inakuwa inaumiza, hasa ukizingatia kwamba kosa pekee la huyu dada kuja nchini Tanzania lilikuwa kushuhudia kesi ya mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo, CHADEMA, mheshimiwa Tundu Lissu. Ingewezekana kabisa kama kuna kosa alilofanya akafukuzwa ndani ya Tanzania na kurudishwa nchini Uganda, na hata kwa Boniface Mwangi naye angeweza kukamatwa na kurudishwa nchini kwake. Kwa sababu ilikuwaje, waruhusiwe watu waingie ndani ya Tanzania halafu wakamatwe kwa siku zote wawe ndani kwa siku zote, na kuchukuliwa hizo hatua zilizochukuliwa. Lakini lengo la makala hii ni zaidi ya kuzungumzia matukio haya, ni jinsi ulawiti na ubakaji unavyotumiwa kama nyenzo halisi ya vyombo vya dola dhidi ya wale wanaoonekana kama ni wabaya au wasiotakiwa na taasisi hizo. Kasumba ya kutumia ulawiti kama silaha haijaanza leo, na maneno nitakayosema hapa baadaye yanaweza kuwakera baadhi ya watu, lakini ukweli una sifa moja, kuto usema hakufanyi kuwa uongo, lakini kuhifadhi ukweli hakusaidii kwa sababu sehemu pekee ambayo ukweli una, inastahili kuwepo sio mafichoni bali hadharani. Na ukweli ni kwamba swala kwa upande mmoja, swala la watu wasiojulikana lilianza rasmi ndani ya utawala wa marehemu John Pombe Magufuli. Najua hili litawakera baadhi ya watu, kwa sababu ukiongea lolote baya kuhusiana na marehemu Magufuli kuna watu wanajisikia offended, lakini pia matendo ya kutumia ubakaji na ulawiti kama mbinu halali ya vyombo vya dola yalianzia katika utawala huu uliopita. Huo ni ukweli ambao uko wazi na inafahamika, na tatizo kubwa hapa ni pengine sisi ambao tuna platform za kuongea na za kusikilizwa na tuna audience kubwa, ambao tulipaswa kuyaongea haya, lakini ugumu wa kuyaongelea haya ni ukweli kwamba kama mtu anakuja kukueleza mimi baadhi ya watu wamenieleza iliyotokea waliowahi wa kukamatwa huko nyuma waliowahi kutekwa na vitu kama hivyo aa, kwamba walikuwa violated walifanyiwa vitendo vichafu sasa unaendaje kuongelea kitu hicho kwa sababu utakaotaka kuongea pengine watu wanataka uthibitisho na tuwasifu hawa mashujaa wawili au mmoja uh, kutoka Kenya na Uganda ambao wamekuwa na ujasiri wa kuweza kuongea maneno haya yasiyoongelea katika jamii zetu, kwa sababu unajua jamii yetu, jamii yetu sisi kwa Tanzania kwa kiasi kikubwa ni reflection ya jamii nyingi za Kiafrika. Unafiki ni sehemu muhimu sana katika jamii zetu. Chukulia mfano swala la ushoga. Ukienda kwenye mtandao wa kijamii wa TikTok, mashoga wa Kitanzania ambao wanajitangaza hadharani wana followers zaidi ya laki moja video zao wengine, wanavaa kike, wengine wanafanya makeup hadharani, video zao zinapata mpaka malaki ya views, wakati sisi wengine huko kwenye YouTube tunahangaika na views elfu moja elfu mbili Wengine wanakuja kwenye sherehe katika hizi shughuli, uh, shughuli kubwa jijini Dar za watu maarufu haikamiliki bila uwepo wa mashoga, lakini kila Mtanzania anawachukia mashoga. So hiyo unajiuliza, hawa, na hii sio kuhamasisha watu wachukue hatua, kwa sababu ni uamuzi wa mtu binafsi. Lakini hapa kinachopigwa mstari ni unafiki. Kama kitu hiki kinachukiwa na kila mtu, inakuwaje kinazidi kushamiri, kinazidi kuwa maarufu? Lakini ukitaka kujua unafiki wetu wa Tanzania kwa kiasi gani, nenda hapo, angalia hapo mtaani kwenu kwa kiasi kikubwa. Mtu ambaye anafahamika kuwa ni muuza madawa ya kulevya ni maarufu zaidi hapo mtaani kuliko watu wenye kazi za maana kama walimu manesi hata madaktari w wauza unga, wauza madawa ya kulevya wanaitwa wazungu wa unga. Yani uzungu zungule, yani kuna hali fulani katika jamii, na wazungu wa unga kweli wananyenyekewa mno katika jamii. Haya, look kwenye upande wa siasa, mafisadi tunawajua, watu wa wanakula pesa za umma tunajua, watu wanaosababisha vifo kwa sababu fedha za misaada, fedha za kodi zinatafunwa, hawa ndio watu wanaonyenyekewa, na mpaka tunawaita waheshimiwa kwa hiyo hii ni jamii ambayo ina, ina, ina, ina, ina flourish katika misingi ya unafiki, na katika hili la watu wasiojulikana ndio kumekuwa na mazingira kama haya, kwa sababu hata utakapotoka hadharani, kwa mfano mtu awe ametekwa na wasiojulikana akatoka hadharani kueleza kwamba labda alibakwa au alilawitiwa, badala ya kupata sympathy, badala ya kuhurumiwa, ataishiwa kuwa abuse. Na mfano hai ni tukio lililotokea siku mbili chache, siku tatu mbili tatu zilizopita kwenye mtandao mmoja wa, wa kijamii, kuna kijana mmoja alitekwa na watu wasiojulikana, baadaye akapatikana. Sasa sitaki kuingia kiundani nini kilichotokea, lakini juzi hapa mtu mmoja muhimu katika jamii amemdhihaki yule kijana kwa sababu amepishana tu lugha kwenye mtandao wa kijamii, akasema najua walichokufanya wale jamaa. Maana yake ni kama ana amefanyia mzaha jambo ambalo linatakiwa lilaaniwe na kusikitishwa, kwa sababu watu wengi wana, bado wanaendelea kuwa na dhana kwamba issue ya watu wasiojulikana ni kwa ajili tu ya watu wachache wanaharakati, wakosoaji wa serikali. Bado haijaingia katika akili kwamba hili swala ni janga ambalo limetapakaa katika jamii. Juzi hapa kuna video inaonyesha Sumbawanga huko vijijini, huko wanasema oo, kuna watu wanakuja hapa wanateka watu wanasema sio wao, ni maafisa wa serikali na... na mimi binafsi nimeliandika ili mara kadhaa kutahadharisha kwamba Nigeria ilianza namna hii. Moja ya matatizo makubwa nchini Nigeria, licha ya ugaidi, ni hili la watu wasiojulikana katika staili ya kwao. Lakini sasa watu wasiojulikana Nigeria, wao ni, ma... ni wahalifu ambao wanateka watu na kudai ransom, wanataka malipo. Wanamteka mtu maarufu, wanataka mtoe fedha ili waweze kumwachia yule mtu lilianza kama mzaha na mwanzoni ilikuwa ni mbinu iliyokuwa inatumiwa na magaidi, lakini sasa hivi vikundi vya uhalifu vimegundua kwamba kumbe it pays, unamteka mtu una dai fedha, na hili litajiri nchini Tanzania kwa sababu tayari watu wasiojulikana wameingia mpaka huko mitaani. Hatujui mpaka sasa hivi hata hiyo idadi ya watu waliotekwa na watu wasiojulikana ni wangapi. Na hizo topic ukitaka kuzizungumzia hapa utapata views mia mbili, mia tatu, kwa sababu watu hawana interest, kwa sababu wanahisi hivyo sio vitu vya muhimu kwao. Mimi nimekaa chini nimeandika kitabu kuhusiana na janga la watu wasiojulikana, lakini nimejikita zaidi katika mbinu kama ukihisi kama maisha yako yakawa hatarini, lakini pia kutumia mifano hai ya matukio jinsi yalivyo. Lakini ndio hivyo, unajua huwezi kumlazimisha mtu kuwa na interest na kitu ambacho anakiona akina umuhimu kwake. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa hili tatizo limechangiwa na jinsi jamii ilivyo likubali wakati wa utawala marehemu Uh, wanasiasa kadhaa wa upinzani aidha walifanyiwa vitendo hivi na kulazimishwa kuhama au walitishiwa kufanyiwa vitendo hivi. Yani hii kitu iko so prevalent kiasi kwamba imekuwa ni um, yani kwenye hizo kanuni za utendaji kazi wa na wanaoteka watu ni kama mbinu ambayo inakubalika. Kwa hiyo hata hili la jana uh, la wiki hili lilotokea kuhusu hawa wanaharakati Baadhi yetu tulikuwa na hofu kuhusu hiyo, kwamba hii watafanya kwa sababu ni mchezo wao, na actually majuzi walivyovamia watu wa uh, watu waliokwenda mahakamani kwenye kesi ya mheshimiwa Lissu, ile siku ile polisi wakatekateka watu, wamefanya pia uhuni huu, lakini watu hawawezi kuongelea masuala hayo kwa sababu hayaongeleki, lakini pia jamii imeyapuuzia. Kwa hiyo hii ndio hali tuliyokuwa nayo. Anyway, sijui una maoni gani, kama una chochote cha kuongelea cha kutoa ushauri, basi karibu hapo chiri kwenye comment. Asanteni na kwaheri.